Swala hili unasema umeona ni matatizo gani yametokea wakati mume au mke anaposhindwa kuacha baba na mama na kuunganika na mwenzi wake, na tunawezaje kutumia wanafunzi kama fursa ya kuzungumzia huku kuacha? Umeona matatizo ambayo yanaweza yakatokea wakati huo, ni migongano, ugomvi, malumbano pamoja na kuachana, lakini tunaweza kutumia wanafunzi huu sisi kama

mambo yake yakifanyika kama yote kwao, ndio wanamuongoza wanaomshauri huko. Sasa hapo ndipo kitokea nini? Migongano, matatizo, changamoto, hurugu kwenye ndoo, kwa sababu so gani kuna mtu ameingilia ndoo.